Ni sera za Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia katika kipindi chake cha serikali ya awamu ya sita kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa sehemu salama na nzuri kwa wawekezaji kuja kufanya investment hapa nchini mwetu na kuja kufanya biashara. Milango hii imefunguliwa kwa upana wake kuhakikisha wafanyabiashara na wawekezaji waje nchini mwetu, nchini Tanzania. Na hasa ni nchi yenye kujivunia suala so zima la amani, utulivu na usalama jambo la amani ni jambo la msingi katika biashara, katika uwekezaji. Maeneo mengi watu wanatamani kwenda kufanya uwekezaji, lakini wanashindwa kwa sababu swala la amani linakuwa tete. Tanzania ni sehemu salama yenye amani, ambayo mtu yoyote anakuja kuweka capital yake kufanya biashara, na ukarimu wa Watanzania ni hakika, ni sehemu salama sana. Hongereni na karibuni sana Tanzania kufanya hii biashara. Ninafahamu kazi yenu hii lazima iendane na ubora na naomba niwapongeze, nimekuwa na rekodi nzuri ya kuuza bidhaa. Hivi karibuni tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka jana tulizindua sera mpya ya biashara ya kusaidia biashara wa Tanzania na wageni wafanye biashara, lakini hivi karibuni kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia bajeti iliyowasilishwa imekuja na, na maeneo mengine ya kuhakikisha kutenga baadhi ya biashara zitafanywa na wageni na zingine zitafanywa na wenyeji ongeleni katika eneo hili sababu biashara zenu zinaakisi yale ambayo Watanzania ambao wanatarajia hata katika mswada huu wa sheria unayokuja, niwatake wote, mnaofanya biashara muwe na amani. Tanzania ni sehemu salama, Tanzania ni sehemu makini. Tuna wajali wafanya biashara, tuna wajali wawekezaji. Niwahakikishie wizara ya viwanda na biashara ambaye mimi Daktari samia Suluhu Hassan amenipa kipande chake cha kumsaidia muko mikono salama, tutawasaidia na milango yetu iko wazi. Niwaombe wengine Tusifanye biashara kwa kificho. Takufanya biashara zenu, iteni serikali, tangazeni serikali, iko kushirikiana nanyi, kuwasaidia katika mambo